Mtazamaji wa Stein TV mchezo wa kirafiki kati ya watumishi idara ya afya ya wilaya ya Bukombe mkoa wa Geita dhidi ya watumishi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kagera umetamatika hapa katika uwanja wa Kaitaba kwa sare ya bao mbili kwa mbili. Na hapa nipo na kocha wa timu ya watumishi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kagera. Kochi, mambo vipi? Salama kabisa, habari za uzima. Matokeo mbili mbili Yeah. Ni kitu gani ambacho kimetokea? Na wewe ni timu mwenyeji, uwanja unaojua vizuri, kitu gani kimetokea mpaka matokeo yakawa ni mbili kwa mbili? kwa mzuri mm. kama ilivyokuwa yeah. na ulikuwa ni mchezo wa kuvutia yeah. kwa timu zote mbili mm. kwa ni mchezo wa kiufundi yeah. kitazama jana timu ya Bukombe mm. ni timu nzuri yeah. sio kuchukulia kawaida mm. lakini pia na sisi kwa hapa bialalaechi mm. kwa timu ya hospitali ya mkoa wa Bukoba mm tunayo timu nzuri, nafikiri mm. meona mm. ni vijana wengine bado wadogo, lakini pia tunazo ajira mpya ambazo bado mm. kufahamiana kuja. Kwa hiyo mm. ilikuwa ni, ni namna ambavyo tunaendelea kutreni yeah. Na, ku, na kufanya muunganiko yeah. kwa, kwa njia ya mazoezi. Kwa hiyo nafikiri ni mchezo ambao mm. ulituchukua ingawa tulitamani kushinda yeah. mimi nafikiri tutajipanga vizuri kuhakikisha tunapata matokeo yaliyo mazuri mm. kwa sababu tunahitaji yeah. Tulihitaji kuweka heshima tukiwa nyumbani mm. Lakini tunaamini hata kwa watakuwa vizuri zaidi oh yeah. Lakini na sisi tutaenda kwa ajili ya kupata matokeo mazuri yeah, yeah. Kwa hiyo tuta, tutafanya maandalizi mazuri mpaka kufika wakati wa kwenda mm. Naamini tutakuwa vizuri na matokeo mtayaona kule yeah. Shukrani sana, asante sana. Yes, nipo na kocha wa timu ya watumishi idara la ya afya kutoka Bukombe mkoa wa Geita. na timu yake imeambulia mabao mawili dhidi ya mawili ya timu pinzani ambayo ni timu mwenyeji kutoka watumishi wa hospitali eh, ya rufaa ya mkoa wa Kagera. Kochi, mambo vipi? Sa, safi. ni kitu gani ambacho pengine kimepelekea mpaka mchezo unaisha kwa sare ya bao mbili kwa mbili ndio alikuwa malengo yenu? Ah, kwanza awali ya yote nipende kuwapongeza wachezaji hmm. wamejituma lakini kuna nafasi kadhaa kipindi cha kwanza, mm. tumepoteza, nadhani ndo zimetupelekea mpaka kutoka slow, mm. lakini kipindi cha pili, mm. uh, wachezaji walikosa tu umakini mm. wa hapa na pale, mm. uh, lakini tukafanya sabu kidogo za kiufundi. Unajua, ukishakuwa kocha mm. unaangalia wapi kwenye madhaifu mm. nadhani mbele kidogo tulikuwa tuna madhaifu mm. tumefanya sabu uh, mchezaji wetu akawa amechezewa uh, faulo ndani ya box kidogo, tukapata penalty, lakini mm ukomavu wa wachezaji pia mm. tukaweza kutangulia mm. si mm. tukawa kidogo, unaanza, tuka goli la pili, si bahati nzuri, naweza kusema tukawa kidogo, mpira unaanza, tukawa tumerudishiwa goli, lakini ninachowapongeza wachezaji wamepambana mm. dakika zote tisini na tumeweza kutoka suru ya mbilimbili. E, ni kweli muunganiko mm. upo kwa wachezaji wetu, lakini pia wanafahamiana kulingana mm. na mazoezi ya mara kwa mara tunayoyatengeneza na tunayoyafanya mm. ya mm. kiufundi yeah. pia imepelekea weza kupata hata hii sio, lakini malengo yetu makubwa yalikuwa sisi ni kushinda kuondoka mm. hapa Bukoba na ushindi mkubwa yeah. Next time pengine mtawapokea kule, mmejiandaa, tunawakaribisha mm. tunawakaribisha. Mchezo mpira ni mchezo wazi, nadhani umeona, nazani hey, hey. Yeah. Kipindi cha kwanza tumecheza mpira mzuri yeah. hey. yeah. Tokeo tu ndio ameamua. Hongera sana, asante sana. Yes, nipo na captain wa timu ya watumishi kutoka Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Kagera na captain bana hii kama wenyeji, lakini matokeo mbili mbili hii haijawaumiza? ndio alikuwa malengo hayakuwa malengo, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mchezo mzuri. hayakuwa malengo yetu. practice make things better, kasema kwa kama ujiandaa vizuri na maana, utaonesha kiwango kidogo na ndio nadoikichochukuta leo ambacho kilitokea hapa ni ule uzoefu wa kwamba Uh, unajua ball kwa hiyo mm. utatumia tu ile pumzi nayo kawaida mm. Tokea hapa tumepata matokeo mbili mbili, lakini hatukuwa mm. na plani hizo za za kujilinda. Yes, nipo na captain wa timu ya watumishi idara ya afya kutoka Bukombe, hongera eh, sana kwanza, kwa matokeo hichi ah, ambacho kimetokea, ndicho mlichokitarajia ama mlikuwa na malengo zaidi ya haya? Kwa kweli tulikuwa na malengo zaidi haya, ila tunamshukuru mm, Mungu kwa tuichokipata mm, kwa sababu lengo lilikuwa ni kuonesha tu ushirikiano kushirikiana vizuri uwanjani mm, na kutoa burudani mm. Mimi nadhani walioko nje wameburudika mm, na burudani iliyokuwa inaendelea u kubwa tuliambiana kwamba tupushi tupush, tusikate tamaa mm, kwa sababu yani wenyewe wanatumia miguu miwili na sisi tunatumia miguu miwili mm, tukiongeza tukiongeza nguvu kidogo tu pale ambapo tumepelea mm, tunaweza kupata ushindi. Wanadeni la kuja kwenu mmepata eh, sare kwenye kapeti hapa mm, mnaambiaje? Si tunawakaribisha sana kule, wenyewe kule kuna kapeti kama hili kama hili